Malima ametoa agizo hilo wakati wa kupitia hoja kumi na nane zilizotolewa na CAG kwa mwaka wa fedha uliopita ambapo ameeleza kuwa kati ya hoja hizo, hoja kumi na mbili zimebainika kuhusiana moja kwa moja na ukiukwaji wa sheria za manunuzi ya umma. Wawe wanapigwa semina mara kwa mara kwa ajili ya kuwafungua macho kwenye hoja za manunuzi za msingi na dhamana yao ni nini, uwezi wewe E, CAG, e, tukaja, tukaja hapa kuwabana wakati sheria za manunuzi zina sheria very complicated, bado wamekaa, mnatengeneza sheria zaidi ya mwaka mmoja alafu nataka diwani azitafsiri bila ninyi kumnani. Kwao mimi namwomba kwa niaba ya ma madiwani, kwamba pamoja na kwamba e, hoja ime, ipo lakini hizi e, hoja za manunuzi ambazo zimesimama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 tumekua na watu wa manunuzi zaidi ya watatu au wa wanne, wamekuwa wakibadilishwa badilishwa. Kwa hiyo kimsingi nafikiri ni idara yenyewe haiko vizuri, kwa hiyo kitengo cha manunuzi kimekuwa na sintofahamu nyingi. Na sisi kama diwani tukiuliza, mwingine anaambiwa mifumo, mwingine anaambiwa taratibu ndio zinavyotaka. Sasa labda na sisi tungeweza kujua kwa undani zaidi kwa kupitia hayo mafunzo, tukajua sasa wapi tunasimama kwa ajili ya kuisaidia almashauri madhara makubwa, zingine unakuta miradi kuchelewa, lakini pia unakuta miradi inatumia pesa nyingi zaidi kuliko ile bajeti ambayo imewekwa. Kwa hiyo afio ndio athari ambayo tunakumbana nazo zaidi. Na ukihoji kuhusu pesa zinazotumika unaambiwa, bwana, naweza kawa labda mabadiliko sijui ya bei au sijui mfumo umefanyaje, yani kuna kwa kuna majibu kama hayo.